Yake, sasa hivi anaipenda na nini au labda naezekaa unaichukia pia kwa namna moja ama nyingine. Najivunia hapo sana hao, kwa sababu baada ya kubadilisha akili yangu, sasa nikaamua kufocus kwenye hicho ambacho baada ya kupambana mpaka nikamaliza chuo, naona nimepiga hatua kubwa kwa muda mfupi. Ha, nimemaliza chuo elfu mbili na ishirini na ngapi, ishirini na moja, ishirini na mbili, yaani nikawa. Baada ya kumaliza sasa ile, nipo mtaani Bagamoyo hii, nikawa naenda kufanya mazoezi kwenye vikundi na vikundi baadaye. Elfu mbili na ishirini na moja mwezi wa kumi na moja au elfu mbili na ishirini na mbili mwezi wa kumi na moja, baada ya kumaliza mm. tu chuo mm, nikasafiri kuelekea South Africa. Kumaliza chuo na kusafiri tena sio ndani ya Tanzania nje. Natoka nje kwa mara ya kwanza tangu nizaliwe. Banalengi. Na panda ndege <laughs> Baada ya kutoka South Africa nikaja nikaenda Marekani. Ilianza, no, ilianza Marekani, no. Ilianza Dubai. Marekani nafika baadaye. Dubai. Sinanilea. Mwaka, yani mwaka, mwaka ile ilikuwa mwezi wa kumi na moja kati ya elfu mbili na ishirini na moja elfu mbili na ishirini na mbili.